Kwingineko tunaarifiwa kwamba <coughs> wakazi wa vijiji vya Baraka Farm na Nyakinywa katika kaunti ya Trans Nzoia wameandamana wakilalamikia ukosefu wa umeme kwa muda wa miezi mitatu. Wakazi hawa waliobeba matawi hadi eneo la transfoma iliyoharibika, wanalalamikia kuharibika kwa dawa zinazohitaji kuhifadhiwa katika majokofu, kushuka kwa biashara, pamoja na kushambuliwa na wezi, hasa nyakati za usiku. na kila wakati tumekuwa tukienda tukibisha ofisi za Kenya Power, tunaambiwa ho wameoda transformer inakuja, o kumekosekana na ile, ile rori ya kukuja kung'oa hii transformer, ndio waende waangalie wajue makosa iko wapi, wakuja waturekebishie. Tungetaka serikali imalize monopoli ya Kenya Power, kwa sababu huenda Kenya Power wanazembea, kwa sababu ni wao tu peke yao wanapeana huduma ya stima, lakini tukiwa na competition. Huenda wataamuka. Hata sisi huwa tunachinja ng'ombe ambao watoto wanatumia kama mboga, yote kwa difriza imeharibika, tukazika kwa ajili ya stima. Tunaomba jamani, Kenya Power mtusaidie, mturejeshe transfoma. Uh, uh, we cannot guarantee the safety of our children when there is no power, so we are just asking for anybody within the within Kenya Power, please Kenya Power, do the needful, help the children.